Naam, habari za wakati huu karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali na kubwa zaidi ni tafakari ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC na hii ni juu ya yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka huu, ambapo tumeshuhudia burugu, lakini pia mauaji, watu wakipoteza maisha. TEC wametoa tamko eh, zito mno ambapo ndani yake kuna vitu vingi sana eh, vimegusiwa kama katiba mpya, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama kuwa, kuwajibishwa kutokana na eh, mambo kama haya, lakini pia kubwa zaidi kulaani vikali mauaji, lakini pia wakielezea sababu za vurugu pamoja na maandamano, yaani ni kwa nini eh, tumefika hapa. Jana tumeshuhudia Bakwata pamoja na jumuiya za Kiislamu kwa pamoja wakitoa tamko pia, na katika tamko lao, moja kati ya viongozi wa Kiislamu, kiongozi wa Bakwata alisema wao wanapingana na viongozi wa kanisa Katoliki ambao wanadai ya kwamba haki ndiyo inaleta amani, wao wanasema kwamba amani ndiyo inaleta haki. Wakatolea mfano kwamba siku tano zile ambapo tulikuwa kama tupo kwenye lockdown, wanafunzi hawakwenda shule, upatikanaji wa chakula ukawa ni hafifu, pamoja na vitu vingine e, na akasema kwamba mwanadamu kukosa vitu hivyo, kukosa elimu, kukosa chakula na huduma nyingine mbalimbali mbali za kijamii, ni kutokana na amani ya kwamba hamuna, na hizo ni haki za msingi kwa mwanadamu, lakini kiuhalisia tunafahamu ya kwamba haki ndiyo inazaa amani, bila haki basi amani hakuna moja kwa moja. Leo rais wa Kanisa Katoliki Tanzania TEC, askofu Wolfgang Pisa ameweza kuzungumza mambo makubwa mno, lakini pia waraka huu umechapishwa kupitia vyombo e, mbalimbali vya Kanisa Katoliki Tanzania, nasi tutakwenda kusoma waraka huu hapa moja kwa moja ujue ni kitu gani ambacho tek wameweza kukitafakari na kuja kukielezea kwa umma wa Watanzania. Tafakari ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tek juu ya yaliyotokea siku na baada ya uchaguzi mwaka 2025. Kipengele A ni utangulizi. Uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 umeliingiza taifa katika hali ya sintofahamu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 Uhai ni mali ya Mungu mwenyewe. na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wa kinukuu hapa kipungu cha Biblia. Hali hii imeongeza maumivu, kwani pia kuna waliouawa au kuumizwa wakiwa nyumbani au sehemu za kazi bila kujihusisha kwa namna yeyote na maandamano. Tunasikitishwa sana na hii hali na tunalaani haya mauaji ya kikatili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 Tunawaombea pia uponyaji wa ndani wale wote walioathirika kiroho, kisaikolojia na kiuchumi. Mwenyezi Mungu awape baraka na kitulizo. Mwisho, tunaendelea kuzikabidhi roho za marehemu wote waliouawa katika vurugu hizi, wapate rehemu kwa Mungu na wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie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 waliwekwa katika mwamvuli wa uhalifu . Adhabu ya mwandamanaji siyo kuuawa. Hapa wanasema kwamba adhabu ya mtu aliyeandamana siyo kuuawa, na kama tulivyoona hapa wanasema kwamba eh, kila ambacho kimetokea waandamanaji, eh, ambao walijitokeza kuandamana siku ya uchaguzi wote waliwekwa katika mwamvuli wa uhalifu, ikionekana kama wote ni wahalifu na vyombo vya ulinzi na usalama vikatumia nguvu kubwa mno na watu wengi wakapoteza maisha. Hapa TEC wanasema adhabu ya mwandamanaji siyo kuuawa. Katika tafakari yetu tunafikiri kati mingi ya mengine mengi maandamano yamesababishwa na vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, yani kipengere A. kumekuwepo na matukio ya waziwazi ya mauaji, utekaji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 wanaonekana wana nguvu kuliko vyombo vya dola. Kipengele B, demokrasia. Kukosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapa viongozi, jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa ufumbuzi tangu mwaka 2016. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika. Kipengere si, utendaji wa baadhi ya mihimili ya dola. Kwa kuchambua maandamano, baraza la maaskofu limeng'amua kuwa hasira ya wananchi imechochewa pia na kukosekana mahali pa raia kupeleka na kufanyiwa kazi malalamiko ya kukiukwa haki zao za msingi, kwani baadhi ya mihimili inaingiliwa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 Hapa kizungumzia matumizi ya nguvu kupita kiasi, tukiangalia katika zile video, kuna baadhi ya maeneo risasi nzito zimetumika. Risasi inapasua geti na kwenda kutoboa ukuta. Imagine risasi hiyo ikamkuta mwanadamu. Kwa hiyo ni watu wengi wamepoteza maisha na matumizi ya nguvu kupita kiasi. E, wametumia silaha ambazo zilitakiwa kutumika katika vita, lakini wametumia silaha hizo kuwashambulia raia wasiokuwa na hatia.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 Narudi pale pale ambapo siku ambapo rais Dr Samia Suluhu Hassan akiapishwa alisema kwamba vijana waliofanya vurugu na waliouawa katika vurugu hizo na maandamano hawakuwa wa Tanzania. Hivyo Teki nasema mamlaka zinazohusika ziendelee kulani mauaji yaliyofanyika na kukiri ukweli kuwa hawa walikuwa ni ndugu zetu. Jitihada za makusudi zifanyike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 nini kifanyike kuponya taifa letu? Ni kuwajibika wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wote waliohusika na mauaji wawajibike au kuwajibishwa na mamlaka zote za uteuzi. Hasila ya wananchi pia ipo katika kuona hakuna anayewajibika kwa matendo maovu waliofanyiwa raia. Yesu anatufundisha kuwa nayo hiyo kweli itawaweka huru, Yohana nane mstari wa thelathini na mbili. Jambo la tatu, nini kifanyike ili kuponya taifa letu? Ni uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia, na serikali iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayoitoa. Hii moja ya hatua muhimu ya kuponya taifa letu. Kumbuka hata jana pia makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema eh, John H HM ameandika kwamba watu waliofanya mambo haya wanawezaje kujichunguza wao wenyewe, akipendekeza ya kwamba ikiwezekana vije e, vyombo kutoka vyombo vya kimataifa kuja kufanya uchunguzi. Lakini pia hapa, jambo la nne ni maisha ya uadilifu na uwazi ya viongozi. Tunahimiza viongozi wenye zamana ya kuongoza waishi maisha ya uadilifu, uwazi, ukweli na uwajibikaji ili kujenga misingi ya kuaminiana. Namba tano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 kujali utu, usawa, haki, ukweli kwa wote uanze kwa kushirikishwa wadau wote, ili tusirudi tena katika machafuko na nchi iongozwe katika utawala wa sheria. Namba saba, kusikiliza wananchi. Siku zote ni vizuri kusikiliza na kujali matamshi mazuri ya wananchi na kujali matashi mazuri ya wananchi. Watu wasiposikilizwa watazungumza kwa namna wanayojua wao. Hii ni sehemu ya saba kusikiliza wananchi. Hiki ni nini kifanyike ili kuponya taifa letu? Namba nane ni sala. Tunatoa mwaliko kwa wananchi wote wa taifa la Tanzania kuendelea kusali na kuyaweka haya yote mikononi mwa Mungu. Tuendelee kusali ili kuiombea haki, ukweli, amani na uponyaji ili Tanzania tupate tena kuwa wamoja. Waliofiwa wapate tulizo, walioumizwa wapone na kurudi katika maisha yao ya kawaida na kwa ndugu zao, nasi tuombe na ili kujenga umoja wa kitaifa, kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, Yohana 17 mstari wa 22. Hitimisho. Tukumbuke kwamba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 na ma, na marehemu wapate tulizo la milele. Raha ya milele uwape, e Bwana, na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Amina. Tafakari hii ni tunda la sala na mkutano wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC wa Novemba 14 mwaka 2025. Mungu ibariki Tanzania, Mungu atubariki sote. Amina. Bikira Maria mkingiwa zambi ya asili na mlinzi wa taifa letu utuombee. Ni sisi maaskofu wenu wa kanisa Katoliki Tanzania TEC, katika Kristo, ukweli na utumishi. Imesainiwa na Askofu Pisa Wolfgang, rais wa baraza la maaskofu Tanzania TEC. Na mwishoni kabisa hapa yameolozeshwa majina ya maaskofu wa kanisa Katoliki ambao wametia saini tamko hili la TEC ambalo kwa sasa limekuwa ni gumzo na linasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo TEC wameamua kuweka wazi ukweli wote wa kile ambacho kimetokea eh, Tanzania siku ya uchaguzi na baada ya siku ya uchaguzi ambapo hapa wamesaini maaskofu arobaini na moja na nitawasoma hapa ambapo eh, ni sisi maaskofu wenu ambapo wa kwanza kabisa ni Mhashamu muhas, Askofu Wolfgang Pisa, rais wa baraza la maaskofu Kanisa Katoliki Tanzania na askofu wa Lindi. Lakini pia wa pili ni mhashamu askofu Eusebiusi Zingilwa, makamu wa rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania na askofu wa Mpanda. Watatu ni mwazama Plotase Kardinali Lugambwa, askofu mkuu wa Tabora lakini pia mhashamu askofu mkuu Yuda Tadeusi Ruaichi askofu mkuu wa Dar es Salaam, lakini pia mhashamu askofu mkuu Damiani Dalu askofu mkuu wa Songea, mhashamu askofu mkuu Beatusi Kinyaiya askofu mkuu wa Dodoma, askofu mkuu Isaac Amani askofu mkuu wa Arusha, mhashamu askofu mkuu Lenatusi Mkwande askofu mkuu wa Mwanza, na tisa ni mhashamu askofu mkuu Gelvasi Nyaisenga, askofu mkuu wa Mbeya, na namba kumi ni mhashamu askofu Agapiti Ndorobo, askofu wa Mahenge, na kumi na moja ni mhashamu askofu Agostino Shao eh, Agostino Shao, askofu wa Zanzibar, mhashamu askofu Sevelini ni Wemugizi, askofu wa Lulenge, Ngara, muhashamu askofu Ludoviki Minde askofu wa Moshi, lakini pia e, kuna muhashamu e, askofu Michael Msonganzila askofu wa Musoma, lakini pia kuna muhashamu e, askofu Almakius Rweagenza Rwea askofu wa Kayanga, lakini pia kuna askofu e, wa Ifakara askofu wa Same askofu wa Kondoa pamoja na maskofu wengine kwa pamoja ambapo jumla ni maaskofu 41 amba, ambao kwa pamoja wamejadili na kutafakari na kuja na tamko hili la teki, na imetolewa tarehe 15 Novemba mwaka 2025, Kurasini, Dar es Salaam. Watu wengi pia wametoa maoni yao huko mitandaoni, maaskofu wapendwa kabisa hawa, na kubwa zaidi tungependa pia wewe utoe maoni yako kutokana na tamko hili la teki lakini pia kubwa, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali.